Eh, habari. Aa, karibu na leo katika kipindi chetu cha Dokta na Mifugo tutakwenda kujifunza kuhusiana na joto kwa vifaranga. Joto kwa vifaranga ni muhimu sana, na kuna sababu ambazo zinapelekea kwamba vifaranga wanapokuwa wadogo ni lazima wawe katika mazingira ambayo yanakuwa yana joto la kutosha na wafugaji wengi sana wamekuwa wakifeli katika ishu ya kulea vifaranga, na mara nyingi matokeo haya yanatokana na kutokuweza kudhibiti joto ambalo linatakiwa kwa vifaranga. Kabla tujaendelea na kipindi chetu, ni vyema nikukaribishe wewe ambaye ni mgeni katika chaneli yetu ili uweze kusubscribe , bonyeza alama ya kengele, ili kila mafunzo mapya yanavyokuwa yanaingia katika chaneli yetu na ukawe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa hiyo na kuweza kufuatilia vipindi, kwa sababu vipindi vyetu vinakuwa ni vizuri sana, ni vipindi ambavyo vinakuwa vinaelimisha. Tuendelee na ishu ya joto kwa vifaranga. Vifaranga wanahitaji joto la kutosha kwa sababu miili yao inakuwa haina uwezo wa kudhibiti joto, na hii hutokana kwa sababu hawana manyoya ambayo yanaweza kujitosheleza kuhifadhi joto ndani ya miili yao kulinganisha na hawa kuku wakubwa. kwa hiyo basi ili kuweza kusaidia condition hii kwa kuwa hawana manyoya ambayo yanaweza ama mwili yao inakuwa haiwezi kudhibiti joto, basi tunatumia vyanzo vya joto ambalo linajitosheleza ili kuweza kuwaweka katika mazingira ambayo yanakuwa yako salama kwa ajili ya mili yao na maisha yao na joto kwa vifaranga ni muhimu sana kwa sababu joto ndilo linasababisha vifaranga wako wachangamke. Joto ndo linasababisha vifaranga wako waweze kuwa na kinga nzuri. Joto ndo linasababisha immunity ile ya vifaranga wako iwe vizuri zaidi, na joto ndio linaleta hamu ya vifaranga wako kula. Sasa endapo mambo haya ama jambo la joto likawa lina tofauti kidogo, aidha liko kali sana ama liko chini sana, lazima watakuonyesha tu saini fulani, kwa kuwa hawaongei, kuna saini fulani. Sasa ni namna gani ambavyo utaweza kuelewa kwamba joto linajitoshereza ndani ya banda langu? Sasa leo nimekuja na elimu moja hapa, nitajaribu kukuonyesha kwamba dalili za joto ambalo linajitosheleza ndani ya banda, joto ambalo halijitoshelezi, joto ambalo linakuwa kali sana, na joto ambalo linakuwa pungufu sana. Huwa kuna, kuna saini ama dalili ambazo nakuwa unazisoma kwa vifaranga wako kwa kuwa hawaongei. Nianze na joto likiwa kubwa. Joto likiwa kubwa Vifaranga huwa wanakimbia pembezoni kabisa, yani ni mbali na chanzo cha joto, huwa wanakwenda kujibanza ukingoni. Hii inamaanisha kwamba hawawezi wakasogea karibu, kwa sababu joto linakuwa ni kali sana na linakuwa linawadhuru, ndio maana wanakimbia mbali sana na chanzo cha joto. Na hii sio nzuri sana, sio nzuri sana. Joto linatakiwa liwe la wastani, lisiwe kali sana kiasi kwamba mpaka vifaranga wenyewe wanakimbia sosi ya joto. Sasa joto likiwa sahihi inakuwa vipi? Joto likiwa sahihi vifaranga wanakuwa wako scattered, yani wanakuwa wametawanyika katika mpangilio mzuri kwa sababu wanavyotawanyika katika mpangilio mzuri, joto linafika sehemu zote, na hivyo unaweza ukawaona wakawa wako comfortable zaidi, tofauti na joto likiwa kali kwamba wanakimbia mbali kwa kuzunguka chanzo cha joto, kwa sababu joto ni kali. Lakini likiwa joto liko sawa, basi wanakuwa wako scattered, yani wanakuwa wamechangamka actual na wanaendelea na maisha mengine kama kula, kunywa maji na wao wenyewe kucheza pia. Joto linapokuwa hafifu, unaweza ukaona kwamba chanzo cha joto kinakuwa kiko katikati, basi watakisogelea karibu mno, watajikusanya karibu ili kuweza kupata joto, na hii ni kwa sababu joto linakuwa haliendi mbali, hivyo basi vifaranga wanalazimika kulisogelea aisa ni jiko ama chanzo chochote cha joto ili waweze kupata joto. Kwa hiyo ukiona vifaranga wako wamesogea karibu sana, basi hii inaashiria kwamba joto halijitoshelezi, na hii ni hatari, kwa sababu wanavyokuwa wanasogea karibu, wana, wana, wana wanajazana. Cha kwanza na cha pili, kama unatumia majiko, huenda ukasababisha wao vifaranga wenyewe tena kufanyaje, kuungua na moto na katika mkusanyiko wao wanaweza wakabanana pia wakasababisha vifaranga wengine kufa na hivyo kuingia hasara katika mradi wako. Ukiwa mwanzoni kabisa katika hatua ya kulea vifaranga na kukiwa hakuna joto kabisa, kinachokuwa kinatokea ni kwamba vifaranga wanakusanyana sehemu moja, inamaanisha wanaenda kujibanza, kama ni sehemu ya kona, basi utawakuta wote wame wamesimama kwa sehemu ile na wanakuwa wamebanana sana. Na dhamira hii ya kubanana ni kwamba wanavyokuwa wanabanana, walau wana uwezo wa kujenereti wao wenyewe joto, kwa sababu joto linakuwa halipotei, wanakuwa wamekusanyika kwa wingi zaidi. Sasa na hali hii ya wao kukusanyika kwa wingi zaidi inawasaidia ijapokuwa inakuwa ni hatarishi pia kwa sababu wanakuwa katika mlundikano, wengine wamepanda juu, wengine wameshonana, wame sana na hivyo basi, huenda ikapelekea vifaranga wengine kufariki kwa kukosa hewa ama kwa kukosa mnyumburiko, yani kwa kukosa, kwa kukosa hatua, kwa sababu watakuwa wamelaliwa, na hivyo basi kushindwa kumuvu. Kwa hiyo inaweza kapelekea hasara katika mradi wako. Na sasa tujaribu kutumia sauti. Ukiona wanatoa sauti ya hali ya chini basi hii inaashiria kwamba wako katika hali nzuri. Wanakuwa wanatoa sauti ambayo inakuwa ni sauti ya chini. Kwa hiyo hapa hii inaashiria kwamba wako katika hali nzuri zaidi na ukiona wanatoa sauti ya juu, yaani wana, wanalia kwa nguvu, hii ni ishara kwamba hawako katika hali nzuri, na pengine huenda joto likawa liko juu zaidi, na ndio maana wanapiga kelele. Kwa hiyo ukiona wanapiga kelele sana, hii ni ishara kwamba hawako katika kondisheni ile ya kawaida za joto liko juu na ndio maana wanapiga kerere. Na ukiona wako kimya, pia nayo ni dalili, wanakuwa wanaashiria kwamba kuna baridi. Yaani kwa tafsiri nyingine joto halijitosherezi, na ndiyo maana wanakuwa wako kimya. Na kama tulivyosema kwamba wanapokosa joto, inamaanisha wanashindwa kula na wanashindwa kufanya activities zingine. Kwa hiyo lazima wakae kimya, kwa sababu wanakuwa wanatumia energy kubwa kuweza kujenerate joto ili waweze kusurvive. Kwa hiyo unapoona dalili hizi, basi unatakiwa ufike kwenye banda lako na kuweza kukagua kama wanatoa sauti ama kama wamekaa kimya, lakini kama wanapiga kelele ya wastani, basi wako sawa. Vifaranga vingi vinakuwa vinakufa ama wengi sana wafugaji wamekuwa wakipata changamoto ya kuua vifaranga, ni kutokana na management, yani kutokana na utunzaji, especially ku maintain joto. Hapa ndo kuna mtihani mkubwa, inafikia mahala mpaka wafugaji wengine wanaamua bora achukue vifaranga ambao wanakuwa wana mwezi mmoja, wamekwisha kulelewa. Kwa sababu gani? Hahitaji changamoto za uleaji katika joto, kwa sababu ni changamoto kubwa sana, natakiwa umaintain lile joto kwa muda wote wiki kadhaa. Hivyo basi, endapo utafuatilia hatua hizi mwanzo mpaka mwisho, basi unakuwa una na uwezo wa kulea vifaranga wako wote. Na ukijaribu kupitia video zetu, unaweza ukaona video ya bwana mmoja ambaye tulijaribu kumpa elimu na awali aliingiza akaua vifaranga mia moja kati ya vifaranga elfu moja na baadaye tulivyokuja kumpatia elimu hii, basi aliweza kumaintain vifaranga elfu moja pasipokuwa kifaranga hata kimoja. Kwa sababu alizingatia kondisheni zote, alizingatia kondisheni ya joto, kondisheni ya usafi, kuwapa chakula kwa wakati, kuwatizama kila anaposikia tofauti iza kelele nyingi ama ukimya mwingi, na kuwatizama kuwa ama kuwakagua mara kwa mara maendeleo yao. Hivyo aliweza kufanikisha kulea vifaranga wote elfu moja kwa kufuata misingi sahihi ya uleaji wa vifaranga. hapa nafika tamati ya kipindi hiki. Usiache kufuatilia vipindi vingine ili uweze kujifunza mambo mengi mazuri zaidi, na hakika utakuwa umejifunza jambo, hata kama ulikuwa unafahamu kwa sehemu, lazima kuna jambo moja mawili matatu au mpaka matano ambayo umeweza kujifunza kwa siku ya leo. Sasa hii ni mwanzo tu, tuna vipindi vingi ambavyo vina uwezo wa kukufundisha wewe mambo mazuri zaidi ya haya. Karibuni sana. Hii ni Mifugo Digital na kipindi ni Dokta na Mifugo. Karibu sana.